Majina anaitwa Abdurazaki, mwenyekiti wa bajaji wilaya Arusha mjini. Kwa masikitiko makubwa, tumepata taarifa jana saa tano kuhusu dereva mwenzetu. Tulikuwa na kituo cha polisi cha Muriet kwa ajili ya na kuutambua mwili dereva mwenzetu. Yule alikodiwa, hatujajua ni eneo gani mpaka sasa, lakini waliomkodi walienda, wakamfanyia madhara, walimuua, wakachukua, wakafungua injini kwenye bajaji, wakachukua kila kitu chake E, wakautelekeza mwili maeneo ya e, Muriet lakini bahati nzuri tulimtambua ni dereva anayefanya e, kazi zake barabara hii ya Uswahilini Dampo. E, tunasikitika sana kwa kilichotokea, na nawasima dereva wenzangu wawe makini na mambo kama haya na uendeshaji wa usiku. Matukio yamekuwa mabaya sana ya kuuawa kwa vijana Tuwe makini madereva, e, tuchukue tahadhari kwa kweli, naishukuru naishauri pia serikali e, iongeze ulinzi kwenye jiji letu, kwa sababu pia hatujui ni nani, ila tunaamini ni abiria sababu anaonekana kabisa kama alikodiwa akapelekwa ha, binu, binu kwa hichi hi kilichotokea cha kijana ndo mara ya kwanza kwa Arusha ije kutokea bajaji kutekwa na kufanyika madhara makubwa kama yale. Lakini eh, tumeona tuchukue tahadhari kwanza, kwa sababu kuna vituo ambavyo wapo wapiga debe wanapiga debe bajaji. Sasa tuna wasiwasi pia wanaweza wakawa wanatengeneza taarifa ambazo zinasababisha dereva kutekwa huko barabarani. Tunaomba serikali ichukue hatua kwa vituo vyote ambavyo kuna wapiga debe wa bajaji, kwa mfano Friends Corner hapa, lakini pale dampo pia kuna maeneo kama hayo, kuna wapiga debe wale wa daladala wamehamia, wanapiga debe sasa bajaji. Tunaomba wachukuliwe tu hatua na waondolewe pale. Na bajaji ya marehemu kwa sasa, e, iko kituo cha polisi, kwa kweli sio bajaji kwa sasa ni bodi, kwa sababu wamechukua kila kitu: injini, vioo, matairi, siti, wamefungua kila kitu wamechukua. Kwa hiyo inaonekana hitaji lao sio kuchukua bajaji, ila ni kuchukua vifaa vya bajaji, au kwa kweli sijajua, kwa sababu kwa kitu walichokifanya ni kama walipata wali pia mashaka na ni mtu anayemjua vizuri, sababu bajaji ile pia ni moja kati ya bajaji zotolewa mikataba na benki wali, nafikiri huyo mtu aliwaza kwamba ina GPS akiondoka na bajaji nzima, yawezekana taarifa ikajulikana iko wapi, na ndio maana akafungua vifaa vyote, na mwonekano tu kwa haraka haraka ni kama aliyemkodi anamjua vizuri, na ndio maana alimuua kabisa. Labda kijana yeye alikuwa ni mtu mwenye nguvu, naweza kusema walisumbuana kidogo kupambana, ndio maana hajakutwa na majeraha eh, mengi au alishindwa kuwa kikatili zaidi. Kwa kweli kwa pigo alilompiga kwa, alilo kwa mwonekano dereva amekabwa ame, ame, ame kwa nyuma alipotaka kuleta purukushani, wakampiga na kitu chenye ncha kali mgongoni, wakaona wamemaliza habari basi, wakaendelea na utaratibu wao huo, ujua sasa kama viongozi mnafanyaje na, na, na, na hiyo kipigi yake ya mkataba mnalipila kufanya uh, lakini pia kwenye mazishi yake kama viongozi na wanabodaboda wote wakamulia na nini hivyo, kwa kweli. Kuhusu masuala ya bajaji yake sasa, kwa sababu bado iko chini ya, ya jeshi la polisi na upelelezi tunasubiri. Kwa kawaida huwa tunasaidiana baada ya matukio kama haya yakitokea, lakini pia vijana wenzangu, madereva wenzangu wa bajaji, tutashiriki kikamilifu kwenye msiba wa kwenda kumhifadhi mwenzetu. Ni tukio la majonzi sana kwao, tutashiriki na tutakemea kwa pamoja. Hatujapenda tukio lilotokea, na kwa kukaa na kama ene uswahilini kalavat, lakini pia ni mwenyeji wa upare na, uh, sisi tunachumba jeshi la polisi kwanza, vituo ambavyo vina wale wapiga debe ikiwemo Prince kona kwenye mataa jogo dampo ni sehemu hatarishi sana, kwa sababu limeibuka kundi la vijana wa uni huko mtaani, limekuja linasimamia sasa bajaji usiku. Na sisi muda wetu wa kufanya kazi kwa kawaida unaishia saa nne, madereva wengi wanakuwa wameondoka, lile kundi ndio linakuja sasa kusimama pale kwa ajili ya kupiga debe. Sio tu hilo, tuna matukio kadhaa yalishatokea kwa ajili wameteka wame, wame abiria wamewaibia abiria na watu wote tumearipoti polisi. Na sasa nyinyi mnashindwa kuondoa wapiga demo kwa, ku, kwa kweli wao huwa wanakuja saa sisi tumeondoka. Mara nyingi sisi tuna uongozi ule wa bajaji unasimamia mpaka ule muda ambao umechangamka, mwisho ni saa nne baada ya saa nne tunaondoka, tunda kujipumzisha, linakuja kundi lingine na madereva bajaji wengine, ambao wao wanafanya kazi mpaka asubuhi. Sasa kundi lile huwa halina uangalizi, wanauza bangi, mirungi na kila kitu, vitu vya hatari hatari. wanafanya ushirikiano wenu na bodaboda katika kulindana uki, tunashirikiana kwa sababu, hata hili la jana tulikuwa wote viongozi wa bodaboda boda na viongozi wa bajaji. Kwenye matukio kama haya, wote tunakuwa pamoja, tunaungana kwa ajili ya kulinda madereva wetu. Kwa majina, naitwa Amar Haji Masatu, nikiwa kama mwenyekiti wa Frenscon. Tokea tukio hili limetokea, tulipata taarifa, tukaenda kituo cha polisi cha Murieti. Kweli tuliangalia mwili ulivyokuwa, kwa mazingira niliomwona mimi, kama mimi, alipata tabu sana yule dereva na waliokuwa wamedhamiria kumfanyia kitu kama kile, walikuwa wamejipanga muda mrefu, sio tukio la kushtukiza, sio tukio la kushtukiza. Watu wamemchukua wakaenda, wakamfanyia, walikuwa wamepanga muda mrefu. Kwa hiyo ile siku ambayo ya tukio ndio ilikuwa siku yao ya deadline ya kumfanyia hilo tukio. Kwa hiyo walikuwa wamejipanga vizuri. Huwezi ukaniambia kwamba mtu ameenda kwanza, wamemuua, maana tuliona amemchoma hapa katikati ya uti wa mgongo kuna alama wamemchoma, ndio ikaenda ikampelekea kifo chake, na pia kwenye mifuko yake ikaonekana, ikaone, wamelikuwa wamemsachi kabisa, na walidhamiria kabisa kuchukua na mali zake. Sawa na kutoa uhai wake ni kitu walidhamiria. Na kingine, kwa mujibu hiyo bajaji ilivyosambaratishwa, inaonekana kuna mawili, aidha ni, ni, ni, ni mafundi walishirikiana na watu ambao sio mafundi kuisambaratisha kui, kui, kui, ile bajaji maana huwezi ukaniambia mtu anayepaka spana ya kufungua kikombe cha bajaji ufungue tairi ufungue napaka nati ya ndani kabisa. Hiyo inaonyesha kabisa wako ni watu wataalamu na mafundi wapo. Kama serikali itafanya utafiti, iende na kwa mafundi na wale wanaeuza spare used hizi za bajaji, wakague pia, maana kitendo hichi kimesikitisha sana. Mimi mwenyewe kiliniumiza sana, nilishindwa hata kufanya kazi siku nzima jana. Baada ya kwenda kumwona yule kijana, ni kijana mdogo wa tisini na saba, kijana mdogo anatafuta riziki yake ya halali, lakini wameenda wamemfanyia kitu kama hicho. Mimi ninaombi na maono, kama serikali itasikia maneno haya, watufutie, watumie nguvu, maana yenyewe ina nguvu kuliko viongozi wengine kama sisi, viongozi wa vituo sisi hatuna nguvu zaidi, zaidi yao. Wao ni mamlaka, watuondolee kile kilo wa ya bajaji hapa mataa awa vijana wanaesimama usiku hapo watuondolee, maana wengi wao ni, wa, wa, ni, ni waizi ni wakora, wanatumia paka silaha kuwasurutisha hawa madereva hawa, miongoni mwao wana, wana, wanawaonea wanawanyanyasa, na pia hawatambuliki kisheria. Na pili kuna kile ile adampo pale, ukienda mpaka usiku saa nane ni mimi nilipita, mimi nakaa dampo. Nilipita siku moja nilikuwa naenda dampo, nikakuta pale kuna grupu la vijana wengi wanavuta bangi hadharani pale na mambo mengi yanafanyika pale. Kwa hiyo huenda uhalifu unafanyika kupitia vituo kama hivyo, sawa, vituo kama hivyo. Mimi kama mwenyekiti wa Friends Corner nilikuwa naombi serikali litumie nguvu kubwa kusafisha hapa Friends Corner, kwenye mataa hapa sheli na pale nani mwisho na, eh, mwisho wa dampo pale, iondoe bajaji kabisa pale zisiwepo pale. Mtu akiwa ameenda niende na special maalum kwa utaratibu maalum. Mimi ni hayo tu inavyoonekana jinsi ilivyokuwa. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.